Habari yako, Salama. Bila shaka anaongea na Rita. Eh, no mimi. Mimi naitwa Inspector Jumanne ni msimamizi ambaye nimepewa kusimamia kesi ya Juliet. Kwa hiyo, nimekuja kwako, nahitaji nikuulize maswali kidogo tu, naweza kumsaidia kwenye kesi yangu. Hapana la, na, na, na, na, naelewa lakini We ni rafiki mkubwa sana Juliet. So naamini kuna vitu naweza nikavipata. Kuwa na amani tu. Ni maswali madogo ndio Ni nani yako? Ni rafiki yangu. Urafiki wenu umeanza muda mrefu sana? Hapana, sio muda mrefu, ila ni muda kidogo, ila sio muda mrefu sana. Uli kabla ya kifo cha Juliet kutokea, ulionana naye? Hmm. Alikuja hapa kwangu Tukaongea tu, tukatupiga story, baadaye akaondoka hivyo tu. Hebu turudi hapo kwenye mahusiano. Ni kitu gani uh, ambacho hasa alikuwa anakueleza kuhusu masuala ambacho kilikuwa kinamkera? Kikubwa ni mahusiano, alikuwa ananilalamikia sana kuhusu mahusiano. hakuwa yeah, Juliet, hakuwahi kuwa na ugomvi na Jackie kama wifi yake kupitia dondoa Jaki sio ifi yake na hawana undugu wowote. Jaki ni mpenzi wa Dondola, tuna mpenzi wake. Sasa walikuwa wanawezaji kuishi nyumba moja ikiwa Juliet yana mahusiano na, na Dondola na Jaki ana mahusiano na Dondola? <coughs>

Safi, nimekuja kwako kwa sijakukuta ndugu yangu, lakini nilichokukuta hapo kwako wewe, hey, sina nimemkuta wewe mumeo yupo kwenye huba zito, wanafanya nini? Sina Jackie, wewe unajua wanachokifanya hapo nyumbani kwako wewe, yaani kuambia Rita ake dondora ni mtu na shemeji yake, yaani walikuwa ushazoea, yani wanaishi sijui ndio kisomi wenyewe ndio ndio maisha yao kisomi. Amka nisikilize nikwambie, wale ni wapenzi, unanielewa eh? Hivi kwa nini yule mwanaume usiachane naye we? Wewe, una unashida gani? Hicho ndichokupka ani kwangu au ni kitu gani? Mimi mume wako akifanya kitu ambacho mimi sikielewi, lazima nikwambie. Kwa nini sikwambie? Hivi na kwa nini pia kuongelea vibaya mpenzi wangu? Ni kwa nini hasa? Kwa nini kakosa nini kipi? Ni wewe unachokera wewe ikakukera ni kipi? Yule ni kwangu mimi. Jackie ni ndugu yake. Kwa hiyo mimi Jackie ni wifi yangu. Kwa hiyo mengi ni unaona wewe si umeyaona mimi sisi sijui. Ni, nisikize nikwambie. Wale sio mtu na ndugu yake. Wale ni wapenzi. Eh? Hebu hebu, kaa ufikirie. Hebu waza kwanza hilo. Wale ni wapenzi. Wewe ni unielewi ninachokwambia? Kwanza wewe na wewe Dondola mwenyewe hamuendani fanya maisha yako, unamlisha unamvisha unamsomesha. Yani kwa nini yani kwa nini umwangania mtu kama yule wakati hakupendi hata kidogo? Kwanza ishia popo kusema mimi natuendana eh. Anaendana na wewe? A, unda namtaka, akisoma juu yangu, akila ni juu yangu, akivaa ni juu yangu. Wewe baki kubakiwa nafasi yako, wewe ni rafiki yangu mimi tu, si vinginevyo, sawa Akupendi amka, akupendi. Angekuwa anipendi angesema kila kitu. Naona ndani mbone macho yake iweji. Wewe auje kusema tu mimi anipendi. Wewe nani lita icho neta kikubwa kwao, alafu full stop. Kuingilia mapenzi yangu ayakusu hata kidogo, sitapa Rafiki yangu una shida gani? Lakini yaani, unatembeza mboga kutwa nzima, lakini unisikilizi ninachokiongea mwanaume anatembea na mwanamke umo umo ndani kwako. <sighs> Makubwa. Hilo swali nilikuwa nalipigania kila siku na nilikuwa naongea naye kila siku kuhusu hilo swali, lakini hakuwa ananielewa. Nilikuwa najitahidi kumwambia kwamba Jackie anatembea na mwanaume wako lakini halikuwa aelewi kabisa yeah. Uhisi kwamba Jackie na Dondola wanahusika kwenye kifo cha Juliet? Ah. Hapana, siwezi kusema kwamba wanahusika kwa sababu sina uhakika. Je, kuna siku ambayo Juliet alikuja kukuambia kwamba amehisi kitu chochote baina yao Jackie na Dondola wanahusiana?

Nini? nimemkuta dondola na jaki wamekumbatiana. <laughs> si nilikwambia, wewe nilikuambia kuwa dondola na jaki ni wapenzi ukanibishia, mm-hmm. baada ya kuwakuta ukachukua hatua gani? amekuona niona. <laughs> hapo ndo liko haribu. Kwa nini uwaache? Ulitakiwa uingie ndani wakuone, uonge nao na umuulize kwa nini wamekumbatiana. Sasa <gúsculo> nitawezaje hivi, nitakuwa na nguvu ku kuojeti huyu? Uh, ni mpenzi wako au sio mpenzi wako? hiyo nguvu nitatoa wapi? Nguvu unazo mwanaume, unamlisha unalisha mwanamke nyumba ya kwako, uwezi kupata nguvu? Uwezi nisikilize, naomba uende kawaulize imekuwaje na kwa nini wamekumbatiana ndani kwako, sijui unanielewa. Nenda fanya kama nilivyokuambia rafiki yangu sawa. k kwa mantiki hayo inaonyesha kabisa kwamba Juliet alikuwa na mapenzi makubwa sana Tedo, okay. Basi mimi niseme asante na nashukuru kwa kunipa muda wako kwa sababu nimepata kitu ni wapi naanzia na wapi namalizia kuhusu kesi hii ya Juliet. Na hii napambana kupata haki ya Juliet, kwa hiyo, kama endapo kuna chochote utakisikia au una kisi ambacho kinahusiana na kifo cha Juliet. Usisite kuniambia au kunipigia simu. Sawa. Mm, hii -hmm. Uh, ni business <laughs> card yangu uh, ambayo humu kuna namba zangu, kwa hiyo utanitafuta kunipa chochote kile ambacho utakuwa umekijua, sawa. Naomba nikwakenaambie ndugu yangu, nilichokuitia hapa ndugu yangu ni kuhusu swala la Juliet na askari amekuja hapa nyumbani kujitambulisha ni mpelelezi kwenye hii kesi ya Juliet. Naam, naam, namfahamu na anavyoonekana yule mpelelezi yuko makini sana. Sasa nimekuita hapa ili niweze kujua umefikia wapi kuhusu ule mpango. Mi mpaka size nimefikia pazuri, wala sio pabaya sana, kwa sababu kila kitu kinaenda sawa na hapa nasubiria tu simu ya dalali. Simu ikiita tu tunadhani bosi atakuwa kashalizia. Kusafanya biashara jambo likikubalika mimi nitachukua mzigo wangu na kukeshia tulichokubaliana nitatokomea huko nilipopanga kwenda ili nikaanzishe maisha yangu mengine. Sawa, ninakuelewa. Lakini nikwambie hili jambo mimi sitategemea kama kali ningekuwa sisi kiasi kiasi hichi jambo likishafika polisi. Hili jambo tena sio dogo. Wasiwasi wangu polisi wakijua ukweli, mimi na yote ingia hatiani. Nakumbuka mimi ndugu yako ni familia. Ni kweli huko sahihi. Mimi mwenyewe tokea aanze kunifuatilia huyo bwana, nilikuwa naishi kwa wasiwasi sana. Yani, hizi siku mbili sina raha kabisa. Kwa hiyo mimi mwenyewe nalifanya ili jambo liende haraka haraka, ili kuliepuka kabla jambo lijawa kubwa zaidi. Kwa mimi ni kuondoa hofu tu, nalipambania suala itaisha salama, wala usijali. Basi mimi nikushukuru kwa kusikia hivyo, lakini mimi nikuombe ndugu yangu, vitendo hivyo vingi zaidi kuliko ahadi, kwa sababu jambo lishakuwa serious kuliko tunaofikiria. Hamna shida, kwa sababu hapa simu ya dalali kiita tu mimi nakukabidhi chako, ili kuliepuka hili. Nistaki kabisa kuonekana mi nikaishi maisha mengine kabisa, kwa sababu na plan zangu. Ndio kaishi maisha mengine kabisa kwasababu mimi na plan zangu. Kwa hiyo ndugu yangu, ndo hofu kabisa, tubaki kwenye msimamo wetu, tubaki kwenye lengo, tusitoke nje ya mstari. Labda kikubwa tu ni wewe kuwa makini naye, ili katika kumjibu maswali nakuwa makini zaidi, ili tusije tukaharibu wala tukafikia pabaya kwenye hilo mimi nikutoa hofu, mimi ni professional yangu, wala usijali kabisa, kwenye hili sitokuangusha. Basi hamna shida, mimi nashukuru ndugu yangu, tuombe Mungu jambo liende kama tulivyopanga. Basi inshallah, ndugu yangu, sasa nakutakia kila la heri, siwezi kuangusha yes. kwenye hili. oh, oh, oh, oh. Baba, yani ya uzamini Nimetafuta kila sehemu na ile chumba, kila sehemu yani kila chumba. Umemkuta tunafanya hapana? Aa, lakini baba, jambo search sa chumba cha dondola nimekuta nguo za jaki zipo kitandani kwa dondola. uh -huh. Eh, eh, ni nguo za dada jaki zile. Sasa sijajua mpaka sasa hivi wana mahusiano vipi tena? Alipambana alihakikisha aje kula na yeye, mwisho wa siku ah, amemchosha. Umemponza wema wake alemini yendo wake eleo ya punda mateke. Sijazoea watumishi wa serikali kufanya kazi nje ya muda wao Kwani ni vibaya? Hapana, hata wewe pia sijakuzoea kuja muda huu. <laughs> Basi mara nyingi mimi muda wangu wa kupumzika pia nautumia kufanya kazi. Uh, kuna jambo nahitaji kulifahamu kutoka kwenu. Hivi nyii ni ndugu au wapenzi? Mbona mmekaa kimya? Ina maana hiki kinachozungumzika kina ukweli ndani yake.